Mwenyewe eh, bwana. Sasa tumecheza vizuri, lakini bahati haikuwa kwetu. Unaona, tumepiga posti kama mbili hivi. Wenzetu wamepata nafasi wamezitumia. Hawajapata nafasi nyingi, lakini walizozipata wamezitumia. Naamini kocha anaenda kitathmini kikosi chake vizuri kwenye michezo inayofuata, aendeleze ushindi wake, maana ameanza vizuri sana, ukapiga mtu tatu hey. Hmm. Kwani lazima aimbe kila siku? Sio lazima aimbe kila siku. Sisi tumekuja leo, amekuja leo, amekuja kuangalia mechi na sauti yake umesikia, inayo changamoto. Sio lazima kila siku aimbe, achambue mpira achambue nini. Basi tuambie ulichokiona Fumau. <laughs> aona mpira mzuri, nasikia mlikuwa mnajua na hapa mtakuja kupewa utamu. Utamu upi? Utamu ule mnaozungumza. Hali hawa wameshinda kwa bahati na wameshinda kwa sababu mwamuzi alikuwa tatu marogo, uchawi mwingi, si tukila tukipiga mpaka kuna muda nimemwambia tena, yani hapa hatushindi kama hii imeenda kwenye chuma kitu kabisa kilikuwa kinaenda kwenye nyavu nimeshinda kuvumilia kuna mtu anakatwa kabisa tatu marogo unaacha kweli serious faulu yaani yule yule hata mechi ya hisani akishaona nembo ya yanga basi anaamua tu asimpe ushindi ole wao wasubuti wa kumleta kwenye dabi wameanza kutuchokoza chokoza chokoza dabi ya mashabiki wamemleta mwamuzi wa ligi kuu leo wamemleta tatu marogo dabi inayokuja tukimwona tatu marogo hatuchezi dabi inayokuja iwe iwe ya waandishi wa habari wa yanga na simba tukimwona refarini tatu malogo hatuchezi. Yani mechi yote inayohusisha yanga na simba kama atakwepo tatu malogo hatuko tayari kucheza, hatuchezi, hatuchezi. Yani akisha kuwepo, wewe ni kikwazo. Ukishaliona jini lenye nuksi lile, akisha kuwepo kwenye mechi ya dabi, hujue tuyari ni kikwazo.

ni Yanga Princess, tafuta timu ambayo inatengeneza chance nyingi. Hata kwenye mechi hii ya leo ambao wameshinda wao, chance nyingi zimetengenezwa na timu gani? ko sio wana ubora, ila leo walikuwa wana siku nzuri kazini na wana muamuzi, na sisi tulikuwa tunasiku mbaya kazini, wameshinda. Mwambieni wewe mwandishi, nimekuazika kweli kweli, mwambieni. Anaongea yeye kama ni mkurugenzi wa mashabiki wa klabu ya Yanga, mwambieni yule mwandishi kama amechoka kusimama kwenye jukwaa hapo, anamchokoza mwenyewe Kevo, akimwandikia makala anamwambia hana nidhamu, ananiambia sina nidhamu anakuja inbox. sasa tumefukuzwa tungekuja kwenye mechi ya Yanga na ofisi za influencer kuna, kuna siku mlituona tumevaa labda kichwani makofia ameandikwa influencer. Kwa hiyo tumetolewa kwenye magrupu eti ameandika influencer wamenyolewa kwenye influencer okay. Yeye ni mkurugenzi wa mashabiki wa klabu ya Yanga na wanachama, mchambuzi, mchambuzi ana mamlaka oh, eh, mbea, mbea ukiona mchambuzi wenzia, wachambuzi wenzio wanaojielewa wanaandika makala za Afcon. Wachambuzi wanaojielewa sasa, hizi wako zao wa Afcon, wanachambua mpira, wachambuzi wanaojielewa kwanza, yeah. Na ananihuzunisha kwa sababu anashinda kwa mwamposa lakini anashindwa akili yake kuifanya kui kuwa nzuri yaani, tuli expect yeye ndo mchambuzi wa kwanza bright, lakini anaenda tena kushinda kwa Mwamposa bado, akija Instagram anaandika ujinga na tushasema atumpi kiki. ana hichi Anasu... ndio kipindi chake cha kuongeza followers. Nye mzingati yeni, akianza kunisema mimi na Godi followers wanaongezeka atumjibu, na tuna mashaka naye, amtoe kwenye kitengo cha sadaka. Haiwezekani wewe unaanza kuchambua mpaka mashabiki hawa ndo ah, wanachambuaga mpaka hatuchezi hawa ndo watu ambao wanachambuaga mpaka. Mwambieni David Pasco na genge lake la wauni, sisi Yanga ni boni hiyahiya dai hiyahiya, tunaweza tukaambua. Sogeeni, yaani sisi tukitoka kwenye mashabiki tutakuta waganga wa timu, hatuwezi tukaondoka Yanga. Yanga ni timu yetu daima mbele, nyuma mwiko. Sasa nyewe danganye nini? Mganga wa timu huyu hapa, na nasikia ndo mshikailizi